Serikali ya Marekani imefuta ziara iliyokuwa imepangwa na makamu wa rais JD Vance nchini Kenya, ambayo ilitarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu. Waziri mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi alithibitisha kuwa serikali ya Kenya imepokea taarifa rasmi kutoka Washington kuhusu kufutwa kwa ziara hiyo. Vance alitarajiwa kuongoza ujumbe wa Marekani katika mkutano wa kilele wa G20 utakaofanyika mjini Johannesburg, Afrika Kusini, kabla ya kuelekea Nairobi kwa ziara rasmi. Hata hivyo, uamuzi wa rais Donald Trump wa kutokushiriki katika mkutano huo umeathiri ratiba ya ziara hiyo. Licha ya mabadiliko hayo, serikali ya Kenya imesisitiza kuwa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili unabaki kuwa thabiti, ukijikita katika maeneo ya kibiashara, uwekezaji, usalama, elimu, afya na masuala ya diaspora. Mkutano wa G20 unaotarajiwa kufanyika tarehe 22 hadi 23 Novemba jijini Johannesburg unalenga kujadili maendeleo ya pamoja, mabadiliko ya tabia nchi, nishati mbadala na mageuzi ya kifedha duniani. Ziara hiyo ingekuwa ni ya kwanza kwa afisa wa ngazi ya juu wa Marekani kutembelea Kenya tangu Rais Trump arejee madarakani, ishara ya nia ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Washington na Nairobi. Kenya ilikuwa imepanga kutumia ziara hiyo kujadili masuala ya kiuchumi na ushirikiano wa kimkakati katika ukanda wa Afrika Mashariki pamoja na kutafuta uhakikisho kuhusu hadhi yake kama Major na NATO ally, nafasi iliyopewa na serikali ya Marekani mwaka 2024. Kwa sasa, Kenya inabaki kuwa mshiriki wa karibu wa Marekani barani Afrika, huku pande zote mbili zikitarajia kuendelea kushirikiana katika masuala muhimu ya kikanda na kimataifa.